Adui huwa anapenda kukubebesha mizigo yako mwenyewe, yaani kile kitu ambacho unakitafakari sana kuwa ni shida, labda ukiwa unatafakari sina hela sina hela sina hela sina sina, adui anaenda kubebesha mzigo. Biblia inasema kwenye kitabu cha cha Kutoka, Farao anasema ehe, eh, wataabisheni kwa mizigo yao wenyewe. Farao alikuwa anasimama pale kama adui au kama Shetani. Kwa hiyo shetani huwa anawaambia maejenti wake, wataabisheni kwa mizigo yao wenyewe, yani hivyo vitu ambavyo vinawapa stress, hivyo vitu ambavyo ndo wanasema kwa vinatupa stress, vinasumbua akili, na shetani ndo anasema hiyo hiyo ndo wabebesheni nayo. Kwa hiyo ni lazima uache kuangalia hapo, kwa maana shetani anataka uangalie hapo, akubebeshe hiyo mzigo. Ni lazima ubebe mzigo wa Yesu Kristo, ambao mzigo wake ni neno la anakwambia nira yake ni laini, mzigo wake ni mwepesi. Ni lazima uangalie katika huo mtazamo, ni lazima macho yako yamwangalie Mungu. Ni lazima uache useme, kuanzia leo nitaacha kuangalia mazingira yangu yananisemeshaje, mawimbi na upepo vinasemaje. Mimi kama Petro, ili nisizame nikiangalia mawimbi, hainisaidii chochote, hainisaidii lolote, kwa maana bado nitazama, ila nikimwangalia Yesu Kristo ambaye yeye ni neno, neno lilifanyika mwili. Tunajua Yesu Kristo ni neno la Mungu. Nikimtazama yeye, nikimsoma yeye, nikimwangalia yeye, sintazama.